Tukianza kukatakata miti tukianza kuchoma makaa then sasa hii eco ecosystem ya nchi yetu itabadilika, kwa sababu climate change is real, and for us, you know, to, to mitigate that, then lazima tupande miti, lakini tukisha panda na huko tunachoma na pia tunakatakata miti kwa misuni yetu, aidha kwa shule aidha iko nyumbani, then we are doing plus 1 minus 1. So based on that, sisi katika ministry ya energy and petroleum tulipeleka cabinet member through our CS, ili tuone tutahifadhi environment yetu namna gani. Na, na njia moja ya kuhifadhi environment is exactly what we are doing today for public schools. Kwa sababu katika shule ni makaa tunatumia sio? kuni tunatumia na hizi zote zinatoka kwa mistuni. Kwa mistuni. Ama kwa shrubs yetu huko. Apart from cutting down the trees. Pia it's not even good for our health. O, so watoto walisema mm. Eh, ile moshi ambayo inatoka inaharibu inaharibu chest, inaharibu suti. Na kabla hii mpango tulifanya Madam Principal. Leo tumeona mabadiliko kubwa sana hata katika kiche ile usafi, both staff and environment as it is. Ndio tukasema kupanda, tunapanda lakini pia tutaweka environment yetu safi. Tulipokuja hapa tunaona wasichana wetu wameng'ara, wamekuwa safi kwa hii project tutafanya safi zaidi ili wakue warembo kabisa. So tukiwa na sekta tano katika hii project, kuangazia kidogo tu katika cabinet. Moja, lazima sheria itengenezwe kwa hii kazi, kwa sababu gas is explosive, ndio. So lazima sheria iwekwe, na wametengeneza sheria, wako hapa mama alafu Kamunya na wale wengine wametengeneza, na hiyo ieh iko timamu kabisa, kuangalia the safety and security for the gas sheria sheriaan Ya pili Madam principal ameuliza price, kidogo inatusumbua sasa. Price tutafanya ikuje chini tukiwa na bulk procurement. Kazi already inaendelea Mombasa kufanya what we call common user facility to let gas kwa wingi iwe competitive alafu price yake itashuka chini. Katika public school ya Kenya, we have about, about over 11000 schools. Na tulipofanya online study with the ministry of education last year, tuliona kwamba hiyo shule ya 11000 yote wanatumia 98% of them ni kuni na makaa. Na tukienda mbele kidogo kwa kwa police station kuni na makaa. Ukienda kwa NYS kuni na makaa. Ukienda hospitali kuni na makaa. So the direction His Excellency has given us is that he wanted to get rid of hii mambo ya makaa through this LPG. So the program is underway.

Kutoka Isiolo Girls tutakuwa tukienda hata kwa ile shule zingine ya inde. Kuna plan tunaendelea pia, wakinamama wasisawike naniko kwa kiche kina mama ikiwa mtoto mgongoni, sio? Ikiwa na kuni, sio? Siona vile menaharibu macho na pia kifua. Kuna pia plan serikali inapanga kama hawa kina mama wataweza kupata subsidized cylinders ya cooking gas Mungu akikubali. The plan is underway for kina mama pia Wakenya the next maybe 1 year or so, kuna maneno itakuwa sawa sawa kwetu pia, ili watoto wetu wapate ajira, haya tuweze kupata ekonomi kusukuma mbele. To this day, is indeed very special. Not just for us at the Ministry of Energy and Petroleum,

So it's therefore my singular honor and the duty to declare the LPG for Public Institution of Learning project at the Isiolo Girls High School are officially commissioned. Tunajua ya kwamba tukiwa na gas katika shule hakuna vile watoto wanaweza patwa na magonjwa na pia environment itakuwa mzuri na wataendelea kukaa vizuri. Pia waziri wetu, ningependa tu kushukuru kwa niaba ya mheshimiwa, kwa sababu wakati huu mwaka huu kutoka rais wetu aweze wa kuchukua watamu tumeweza kuwa na waziri kadhaa katika hii Isiolo, we, Isiolo yetu Isiolo North tumekuwa na waziri wa, wa usalama, tumekuwa na wewe na tumekuwa pia na vice president ambaye alikuwa hapa juzi na ameweza kufungua zile solar energy ya huko elsaboru na me, na kiti na hizi zote waziri wetu, hizi zote ziko kwa Isiolo north mahali mheshimiwa anafanya kazi pamoja na wananchi. Kwa hivyo tunakuomba uambie presidenti wetu tumeshukuru sana na tunasema aendelee kufanya kazi kwa wananchi, ili tuweze kuendelea vizuri. Waziri, pia kuna maneno tulikuwa mheshimiwa alikuwa ameweza kufanya kuhusu mambo ya energy. Aliandika barua kwa rere na akaweza kuandika village ishirini. Kwa hizo village ishirini tumeweza kupata village tano ambayo zitawekwa stima na bado hizo zingine kumi na tano tunakuomba uweze kuendelea kutuporeshea ili watu wetu waweze kuishi vizuri na tuweze kukua pamoja. Pia mheshimiwa ameweza kutengeneza staff houses zimeambiwa na na board ni chair wa board wa Isiologans, na pia basari tumeweza kupeana kwa wingi katika hii shule na pia shule zingine ya hapa Isiolo. Leo tumekuwa na waziri pale Isiolo, Isiolo Boys na saizi tuko na yeye hapa Isiolo Girls, na hii yote ni maendeleo ya kaunti yetu, na tunasema aende aambie president kuwa sisi tunafurahi kama watu wa Isiolo, ili tuweze kuendelea na, kufu, na kujenga nchi.